Siasa ni kudalalia uhai wa binadamu. Ukitaka kuamini hili, sikiliza hichi kisa cha hawa wanasayansi au wanaanga wawili waliokaa huko angani kwa zaidi ya miezi tisa, yaani siku mia mbili themanini na sita. Kisa tu wanasiasa wanabishana ni nani wa kwenda kuwachukua hawa wanaanga. Williams na Wilmore walipelekwa kwenye kituo cha anga cha kimataifa, yani ISS, International Space Station, na kampuni ya Boeing. Hawa wanaanga ni wa NASA. Unajua, NASA ni shirika la anga la Marekani. Hili ni shirika la serikali. Sasa, NASA ana tabia ya kutoa contract kwa makampuni binafsi katika kwenda katika kituo cha anga cha kimataifa. Unajua, kituo cha anga cha kimataifa yani International Space Station kinatunzwa na mataifa makubwa mawili masuperpower hawa. Urusi na Marekani, hao ndio wahusika wakubwa wa kutunza kituo cha anga cha kimataifa. Yaani kufanya hizo experiment, research namna ya kuiangalia dunia yetu inaendaje kwa sababu kazi ya International Space Station, ISS, ni kuichunguza hii sayari yetu inaendaje kulingana na mabadiliko ya hali ya hewa. Yaani unaposikia taarifa za hali ya hewa, vimbunga na nini, hizo taarifa zinaonekana kirahisi na kituo cha anga cha kimataifa yani International Space Station. Yani, kazi ya hichi kituo ni kuitazama sayari yetu, yani ndiyo jicho la sayari yetu ya dunia. Sasa William na Wilmore walipelekwa yani, NASA ilitoa contract kwa Boeing. Boeing naweza ukaita ni kama kampuni ya mchongo, kwa sababu haijakomaa katika kwenda huko juu kama labda SpaceX. Ikitokea warusi wanaenda juu, wao wana shirika, shirika lao la, yani kampuni yao ina, shirika lao ni Roscosmos. Ros, Ros, Ros, Roscosmos ni shirika la serikali kwa Warusi, kwa hiyo kule hamna siasa nyingi, vitu vinafanyika inavyotakiwa. Hakuna makampuni ya mchongo, hakuna, hakuna kudalalia uhai wa binadamu kwa sasa NASA wao walitoa contract kwa Boeing. Unajua Boeing na matatizo mpaka kwenye ndege zao. Sasa kwa nini NASA hawakuwapa SpaceX? Yaani hawakuwapa hizi contract Elon Musk. Lazima ujiulize hilo. Labda Elon Musk alitoa alisema hela nyingi zaidi. Kuna, kuna makampuni mengi yanajihusisha na mambo ya space, mambo ya anga kwa sababu ndio biashara yenye hela sasa hivi pale Marekani. Hata Amazon huyu Jeff Bezos ameshaingia kwenye hizo biashara. Watu kibao yaani wakisha kuwa na hela zao wanaanza kuna kitu inaitwa space exploration, kwanza kufanya hizi, kutengeneza hizi space shuttle wanaita yani, au tutumie jina jepesi mtu anielewe, haya magari ya kwenda huko juu, au space vehicle nitumie hivyo ile watu anielewe. Sasa serikali ya Joe Biden ilitoa contract kwa Boeing. Sasa Boeing ikawachukua hawa William hawa William na Wilmore ikawapeleka kituo cha anga, kile chombo kinaitwa capsule, kilivyofika kule kikapata matatizo kwao, kikashindwa kurudi na hawa, hawa wanaanga kwa hiyo wakanasa kule. Kilichobaki huku duniani ni siasa na ngonjera. Hebu msikilize kwanza rais wa Marekani Trump akimlaumu Joe Biden kwa hawa wanaanga walionasa huko juu.

kwa kuacha wanaanga wakiwa wamenasa huko juu. Kwanini Trump anamlaum? Kwa sababu serikali ya Biden ndio ilitoa kwa kuwapeleka hawa wanaanga huko juu. Kwa hiyo hapa kulikuwa na mvutano kwamba ni nani atakawoenda kuwachukua. Nataka nitoe picha nzuri ili mtu wa kawaida nielewe ninachokizungumzia nini. Tengeneza picha, serikali imetoa tenda ya kuwachukua labda wafanyakazi wa serikali ikawapeleka labda Kenya. Sasa hiyo kampuni iliyochukua hiyo tenda haina magari ya kutosha, yaani kampuni kampuni ya uchochoroni ina gari moja. Tutengeneze hiyo picha, ile kampuni ikawachukua wa, wa hawa wafanyakazi wa serikali ikawapeleka Kenya, kufika kule gari likaharibika, na hii kampuni haina gari lingine la kuwarudisha wale wanafanyakazi, kurudi nchini kwao. Kinachochezeka huku nchini ni wanasiasa wanarushiana maneno, nenda wewe, wewe ndio uliwapa contract wewe. Yaani kuna mchezo wa kisiasa, wanarushiana maneno badala ya kuipa kampuni nyingine contract mara moja kwenda kuwachukua hawa wafanyakazi kutoka Kenya warudi nchini, maisha yaendelee, watu wanavutana maneno. Hicho ndicho kilichokuwa kinaendelea Marekani, kati ya Boeing na serikali ya Marekani na kuingia bwana Trump na kumpa swaiba yake contract faster, akawachukue William na Wilmore. Yaani tengeneza hiyo picha kichwani mwako kwamba kwa nini hawa wana science walikaa muda wote huu na ilikuwa ni trip ya muda mfupi tu kumbe ni ngonjera za kisiasa, ndio maana mimi huwa napenda kukemea siasa. Afu watu wanielewagi, kuna mijinga mijinga michache hainielewagi kwa nini mimi sipendi siasa. Siasa ni ngonjera. Umeona, umemsikia Trump hapo anamlaumu Joe Biden, kumbe baada ya Boeing kufeli ilikuwa ni swala la Joe Biden kumwambia Elon Musk, eh, hey Elon, hebu kaachukue hao, alafu mambo mengine tutaongea. Kwa nini kwa Warusi haya maswala hizi ngonjera hazitokea? Au kwa Wachina? Wachina wanajenga space station yao wenyewe, hawataki ushirikiano na Marekani kabisa, sawa. Kwa hiyo kelele zote hizo za hawa wanasayansi kukaa kule, ingekuwa ni sehemu hatari, au ungekuta washakufa picha unaweza, unaweza ukaijenga hapa. Ni kwamba huu ni uzembe kwa sababu ya siasa, alafu kinachoendelea kwa Wamarekani ni hichi. NASA wanataka waliue shirika lao, waachie mashirika binafsi, akina Elon Musk, akina Boeing, akina Blue sijui nini, Blue Origin, watengeneze vituo vyao vya, vya anga wao. Hizi biashara wataachana nazo. Kwa hiyo ni habari nyingine kwamba NASA ana mpango wa kuendelea na hizi biashara za space. Warusi baada ya kuwa na sintofahamu ya muda mrefu na Marekani, wao wameshaanza mchakato wa kutengeneza kituo chao cha anga wao wenyewe kama wenyewe. Kumbuka baba wa anga ni Urusi. Yeye ndio mtu wa kwanza kulonchi satellite angani ilikuwa inaitwa Sputnik, yani ndio satellite ya kibinadamu ya kwanza kuning'inia juu ya anga, inaitwa Sputnik. Na baada ya hapo Urusi akatengeneza kituo chake cha anga. Yeye ndio mtu wa kwanza kutengeneza kituo cha anga kama. Yaani kwa kifupi kwenda angani Mrusi huwa ndo anamshika Marekani mkono. Ndio maana hawa wanaanga walivyorudi kuna Mrusi ameonekana pale, watu walikuwa wanalia, huyu Mrusi katoka wapi hapa? Huyo wa hapo anaitwa nani anayetoka kituo cha anga? Kama nilivyotangulia kuambiwa, kina service yani kinatunzwa au kinaendeshwa na Marekani na Urusi. Ndio maana unapotaka kusomea masuala ya anga, yani kwenda kufanya kazi space station, jua lugha zote lakini usipojua lugha ya Kirusi huwezi kwenda space station, so, space station baba yao pale ni Mrusi, uijue hiyo. kama ujue kai Google. The language, the number one language you must know if you wanna work in space station is Russian language. Jua Kimarekani, jua Kiingereza, jua Kilatino, jua kinini, lazima ujue Kirusi ndo uende ISS, International Space Station. Msikilize Bill Clinton akiwaomba Warusi wawasaidie wa, wa, wa Marekani kujenga kituo cha, cha anga, msikilize hapo miaka hiyo ya zamani. Instead of building weapons in space, Russian scientists will help us to build the International Space Station. Mmsikia huyo, alikuwa hiyo ilikuwa ni zamani, baada ya Soviet kudondoka, ikabaki Urusi. Kwa hiyo Marekani ni kama alikuwa anataka aimiliki Urusi, kwa sababu ya teknolojia ya kwenda angani. Kila Marekani akigombana na Urusi, kisho la kwanza la Urusi ni kuambia Marekani tutawaacha huko angani. Hiyo ndio inakuaga sentensi ya kwanza kabisa ya Warusi kuwatisha Wamarekani. Juzi, baada ya hii vita kuchanganya, Warusi walitengeneza video za AI kwamba wameshatenganisha ile moduli yao kule angani, kwa sababu kule angani kuna sehemu inabi operator na Wamarekani, na kuna sehemu orbiting orbiting orbiting inaendeshwa na Warusi alafu umeme unatolewa na Wamarekani, ndivyo walivyogawana kule. Kuna nchi nyingine kama Japani, Canada, lakini wahusika wakubwa wa, wa, wa International Space Station ni Marekani na Urusi. Sasa baada ya wa, Warusi kutengeneza hizi video za AI kwamba wameshatoa ile moduli yao ya kule kituo cha anga, yani International Space Station, Wamarekani nao wakatengeneza video yao wakisema kwamba Marekani na Urusi wanagombana, lakini huku juu wako sawa. Angalia hichi kipande cha video ambacho walikichapisha. People have problem on Earth on orbit ni nie no, not like we are one crew. Muona yani Wamarekani kama wanapooza when, uh, when russian escalate, Amerika wanapooza kwamba don't do that. Kwa hiyo NASA huwa hana nguvu ya kufanya jambo lolote pasipo na Roscosmos. Roscosmos ni shirika la anga la Warusi, kwa sababu kwa miaka mingi sana Roscosmos NASA alikuwa anategemea roketi za Roscosmos katika kwenda kwenye kituo cha anga. Kwa wale wanaofuatilia masuala ya anga wanajua sababu, wengine wanaweza akahisi kwamba timu Urusi sana ndo maana unavutia. No, we have to tell you the truth kwamba katika biashara ya anga Urusi ndio baba lao, na hata Elon Musk safari zake za biashara yake ya space ameanzia kwa Warusi. Nenda akatafuta historia ya space business, SpaceX ameanza kwa Warusi, kujifunza kwa Warusi, sio NASA. NASA ni kama dalali, NASA ajui chochote. Ndio maana NASA akatoa contract kwa Boeing kwenda kituo cha anga, kuna zile routine zao za kwenda na kurudi. Ndio maana unaona huyu Mrusi alirudi na hawa wanaanga, alikuwa amekaa huko angani kwa siku mia sabini na moja ndio akarudi na hii ni, ni kitu gani nilichokileta hapa? Pointi yangu kubwa ni kwamba siasa ingeweza ikapelekea hawa wanaanga kufa, kwa sababu siasa ni kudiscuss maslahi. Kwa ilikuwa ni, Joe Biden ni kumwambia Elon Musk, bana kawachukua hawa watu, sisi tutalipana tu. Kwa nini mpaka leo miezi tisa kasorani, mwaka kasoro kidogo tu, ndio Trump anakuja kumwambia Elon Musk akawachukua hawa wanaanga. Kwa kifupi ni biashara imeongeleka kwamba hapa Elon ni atakuwa anaidai serikali. Na hata baadhi ya watu wamekuwa wakiongea kwamba ukaribu wa kwa mba, Elon Musk na Trump utamsaidia Elon Musk kupata tenda hizi kama hizi kirahisi, kwa sababu hizi ni tenda za sign fast tu, na Trump hawezi kunyima Elon Musk tenda kwa sababu Elon Musk ndiye aliwekeza hela nyingi kumsaidia Trump kushinda uchaguzi. Hakuna cha bure, yes, nipe nikupe. So ya kujifunza hapa ni kwamba siasa ni kitu kibaya. Mimi nimekuwa nikikemea. Wewe oh, unayependa siasa, jifunze kwa Marekani vizuri, jinsi siasa inavyowapakifaya. Elimika usiwe msomi.